Kwa majina naitwa Mohammed Mwakugomba, mimi ni mzaliwa wa hapa Gazi, hata mzazi wangu wote umeshilia hapa Gazi, kuanzia bibi mpaka baba. Shida iliyokuwa hapa ni uvunjaji wa nyumba, kuja kuvamiwa, oparesheni hii ikiongozwa na DCC na askari wake. Uvunjaji huu au kuletwa kwa kisheria au kuja koti oda wala barua ya notice umekuja hapa kidhulma na vijana ambao wanatumika kuvunja hapa, ni vijana wa Mombasa kutoka Kisauni, Mapanga Boys ndio wamekuja hapa kutumika. Mpaka sasa hivi kuna matukio ambao wameweza kuyafanya hawa vijana, wameweza kuibia watu kwa majumba yaliyovunjwa na wameweza kukata watu mikono kwa mapanga. Tunalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? sisi sio wa Kenya sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya hekari mia tatu na sita ili kuweza kuifaidi sisi kama wakaazi wa Gazi, lakini wenzetu kwa ubaguzi na ubinafsi wao wameweza kututenga ili wafaidi wao kama wao waweze kutuvunjia, wakituambia tuende makwetu. Mbunge yuko hapa, Faisal, ndio ndiyo kwake nyumbani, hata mimi inayezungumza ni cousin brother yangu, lakini naililia hii haki mpaka kufikia sahii tunalalamika tunadhulumika, na hatujaweza kumuona kuweza kutupatia huu msaada. Familia ambazo ziko hapa ni zaidi ya familia mia mbili ambazo ziko hapa, tunashindwa. Serikali tutamlilia nani kama serikali ndio inakuja kutudhulumu? Bwana DCC ndiye anaongoza hii operation. Chifu anaongoza hii operation dio anaongoza hii operation. Mbunge anaongoza hii operation. Kamati tulioichagua sisi wenyewe ndio inaongoza hii operation. Ni sawa tuvunjiwe ekari tumepewa na, na serikali. Kwa nini tusivunjiwe pale tukapelekwa katika maeneo husika ambao tumepewa sisi kama maskota? Tunaambiwa tuvunjiwe tuweze kwenda kutafuta makwetu. Makwetu ni wapi sisi? Tuwazaliwa hapa, wa tuende wapi na, nani anayetuvunjia sisi ni kamatii ya ardhi ya Gasi, wakisukumwa na mbunge Feisal, mbunge wa Msambweni. Shida ni kwamba serikali imetupatia hekari 306 kama maskota kupitia na kampuni ya Msambweni Development. Sisi tulikuwa tuko nje ya mpimo tumetel, tumeletewa huu uvamizi bila kotioda bila barua ya notice sio ndani ya hiyo mia tatu. Sasa tunaiomba serikali kupitia hii dhuluma ambayo imekuwa, waje waingilie kati haya maneno, tujue sisi hatima yetu itakuwa wapi baada ya kuvunjiwa. Sasa hivi hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote, isipokuwa kutegemea serikali peke yake ndio iweze kusikia kilio chetu. ekari mia tatu iko hapa tayari, ambayo tumeanza kwenda huku ekari mia tatu na sita ambayo serikali imetupatia kama wakazi wa Gazi maskota.